Hili ni kabumbu, wapo ambao wanaliita gozi la ng'ombe, wengine tunauita mpira wa miguu. Ni sehemu moja tu ambayo tunakutana tukihusisha hisia mbalimbali. Yote kwa yote, tunazungumza mpira wa miguu, na hii ni Sali Media. Mimi ni Tado Santos Samis Junior Mpemba mmoja, majina ya kibrazil kama ilivyo ada na kawaida. Tunazungumza mpira, tunazungumza updates mbalimbali mbali za michezo tumetoka kuzungumza NBC Premier League baada ya Young Africans kuweza kupata ushindi wa wa, wa wa, alama tatu wakifunga Coastal Union Mangus. Leo tuna topic moja nzuri sana, tunakwenda kutazama Simba Sports Club katika michuano ya CAF Confederation Cup, michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika. Simba na kwa nyumbani tarehe 9 ya mwezi wa 4 2025 wakiwakaribisha Al Masri hao wanakwenda kucheza katika dimba la Benjamin Mkapa saa kumi za jioni kwa saa za Afrika ya Mashariki. Mchezo huo utakuwa mubashara kabisa. Wengi wamekuwa wakiamini Simba pengine hawezi ku, ku, kutinga okay, katika hatua ya nusu finali. Na wapo ambao wanaamini Simba Sports Club anaweza kutinga katika hatua ya fainali. Tuanzie na rekodi eh, za miaka takriban mitano iliyopita, Simba Sports Club akianza kuzichakata karata zake katika michuano mbalimbali ya kimataifa. Katika ligi ya mabingwa barani Afrika, Simba Sports Club walichacheza mchezo wa robo fainali dhidi ya Tupisa Englaba, Mazembe kunguru wa Rubumbashi, lakini wakashindwa kuweza kuendelea baada ya kuweza kupata kichapo cha mabao manne ae, katika ardhi ya pale DR Congo, katika uwanja wa TP Mazembe Stadium. Lakini hapa nyumbani walitoka sare bila ya kufungana sifuri eh, kwa sifuri. Lakini mchezo mwingine robo fainali, Simba walishacheza dhidi ya wapishi kutoka kule Afrika ya Kusini, Kaizer Chiefs, ambapo walifunga mabao manne huku wakaja kuweza kushinda mabao matatu, sivyo? Bahati haikuwa kwa upande wao, wakakwamia hapo, wakwenda katika hatua ya, ro, ya nusu fainali. Lakini haikuishia hapo tu Simba Sports Club, labda eh, mnyama mkali wa mwituni amecheza eh, robo fainali dhidi ya Wydad Casablanca vijana ambao wanatokea katika mji wa Casablanca pale nchini Morocco, ikawa moja huku moja kule moja, wakaenda katika hatua ya mikwaju ya penalti, sivyo bahati ligi ya mabingwa ikamondoa Simba katika hatua ya robo finali. Lakini ligi ya mabingwa, mchezo mwingine ulikuwa ni dhidi ya Nad El Karne, hawa ni national ahali, ambapo Simba napo alipoteza nyumbani, akapoteza pia ugenini katika kombe la shirikisho. Simba robo finali amekwenda mara moja katika miaka takribani mitano iliyopita, wakicheza dhidi eh, ya, ya maharamia kutoka kule Afrika kusini wanaotokea katika mji wa Soweto hawani keza shifu, ambapo hapa nyumbani na kule mambo yalikuwa ni eh, uno uno ama moja moja, na mchezo ukaenda katika hatua ya penalty sivyobahati kwa Simba wanapotea tena. The question is Father Davis, huyu ni mshambuliaji wa zamani wa klabu moja anainoa sasa hivi eh, klabu ya Simba anajukumu gani kuelekea mchezo huo? Yote kwa yote Simba ataingia katika mchezo huu akiwa nyuma ya mabao mawili, na tuangalie namna ambavyo Simba wamekuwa wakiaprochi michezo yao kitu ambacho pengine kiliwanyima ushindi yeah, katika mchezo uliopita ni utulivu katika eneo la mwisho. Ile phase ya attack ndiyo ambayo haikuwa na utulivu, lakini uliona namna ambavyo e, Waarabu waliweza kupati basi baada ya kuweza Simba kubadilisha mfumo na yote kwa yote, tunaweza kusema tu tunampongeza mwalimu, kwa sababu mwalimu jukumu lake ni kuhakikisha katika uwanja wa mazoezi anawasababisha mnaweza kutengeneza nafasi nyingi, hiyo kwake alifanikiwa, lakini ya mwisho hauwezi kumlomo mwalimu kwa sababu moja tu, wachezaji wanatengeneza nafasi lakini Leonel Cristian Ateba Mbida anashindwa kuweza kuzigeuza nafasi kuwa mabao, lakini pia tumeona namna ambavyo walikuwa wanakosa utulivu baadhi ya wachezaji Kibu Denis Prosper, mara nyingi amefika katika box lakini ameshindwa kuweza kutuliza eh, yake ili aweze kupasia wachezaji wenzake wa wafunge. Lakini Jean Chale ahua moja kati ya mchezaji ambaye mahesabu e, katika mguu lakini katika kichwa chake amekuwa akitulia, lakini haikuwa e, bahati yake siku hiyo. Lakini e, tukitazama pia Mikimbio, eh, am aggressiveness ya eh, mchezaji Eli Mpanzu kibisawala, moja kati ya winga ambaye ina kasi kweli kweli, so eh, yote kwa yote yaliyotokea Misri yanaweza ka happen katika ardhi ya Benjamin Mkapa. Lakini kubwa zaidi, mashabiki wakijitokeza, inaweza ikawa ni jukumu kubwa sana kwa wachezaji, kwa sababu wana jukumu la kuandika rekodi. Na nikukumbushe Simba Sports Club wana deni kubwa kwa mpira wa Tanzania, wana deni kubwa kwa watani wao wa jadi, kwa sababu mtani wao Young Africans kwa mara ya mwisho wanashiriki katika michuano hii Afika finali, fainali eh, wakacheza dhidi ya USMA, Union Sportive USM Alger, Marine eh, hawa ni USMA kutoka kule eh, Algeria, ambapo waliweza kufungwa na kuweza kufika katika ile hatua ya fainali. Kwa hiyo Simba Sports Club pengine inaweza ikawa sio objectivity yao, lakini wakawa wana kumbukumbu kwamba, eh, mtani wao wa jadi Young Africans alifika katika hatua ya fainali ya michuano hii ya kombe la shirikisho iki, ikiwa ni, ni, ni moja kati ya upinzani moja kati ya utani Majadi eh, wakitaniana lakini nikukumbushe pia, Al Masry wana rekodi nzuri mbele ya Simba eh, katika michuano hii ya shirikisho. Nikukumbushe mwaka elfu mbili na kumi na nane walikuja hapa wakapata sare ya mabao mawili mawili, baada e, ya ile sare ya sifuri kwa sifuri katika nchi ya Misri, na yale mabao mawili yakaweza kuwapa faida ya mabao ya ugenini, kutokana na mfumo wa mpira Afrika na Ulaya e, huku tunatumia sana mabao ya ugenini. Kwa hiyo jichunge kuweza kuruhusu mabao ya ugenini ukiwa nyumbani inaweza ikawa na presha kubwa kwako. Kwa hiyo Simba ana jukumu moja, ana jukumu la kuweza kulinda asifungwe, kwa sababu akifungwa anaongeza uwiano mkubwa eh, lakini pia eh, ana jukumu la kuweza kuanza kufunga mabao mawili kwa dakika takribani kumi na tano kama ambavyo watu wengi wanafahamu mpira wa miguu na fesi kuna fezi nne kwa dakika 15, 15. Simba Sports Club wanapaswa kuweza kuzikamata zile dakika 15 za kwanza ili waweze kuconvert eh, naweza kuweze kushinda mabao ya mapema, ili waweze kuwachanganya Al Masry kabla hawajaingia kwenye mfumo. Lakini faida nyingine Simba anayo, mchezo unachezwa saa 10, tunafahamu jiografia ya Dar es Salaam, tunafahamu wale ya Dar es Salaam the way joto linavyo linavyo linavyoingia kwenye mili yetu, unapata unapata mnyamko, lakini pressure ya mashabiki inaweza ikawa pia ni sababu. So yote kwa yote, unayo nafasi pia ya kusubscribe Sally Media. Eh, kwa ajili ya kuweza kupata updates mbalimbali, lakini msisahau ku kusubscribe ku like ku comment na kushea kile ambacho tunafanya. Nikukumbushe, baada ya mtanange huku, kuna dabi kubwa, dabi ya Dar es Salaam, ambapo Young Africans watakuwa wageni mbele ya Azam, wanatamtam wanarambaramba kutoka pale mitaa ya Chamazi, Mbande, Mbagara, eh, hawa ni watoto wa Azam Bakhresa, Azam Football Club, mchezo wa kwanza ulimalizika kwa bao moja kwa sifuri mzunguko wa kwanza, lakini dakika tisini za mzunguko wa pili, Young Africans, kikosi cha Himid, wana jukumu zito la kuweza kupata alama tatu katika ardhi ya Azam Complex cha Mazi. Yote kwa yote bana, usiache kutufuatilia pia kwenye mitandao yetu ya kijamii amesunia mpema mwenye majina ya Kibrazil sharaf. Mpaka wakati mwingine, bye, bye.